Balozi, nyinyi ndio viongozi wetu. Mi balozi wangu huyu, ndo balozi wangu kati. Kwa hiyo balozi mtaani kwako, lazima wajue watu wote unaoishi nao, umjue huyu ni chama cha mapinduzi, huyu ni nani. Kura za safari ni za kubembeleza, ndio maana wenzenu tumeshuka kuwabembeleza, tumeshuka kuwabembeleza, na nyinyi wenzetu mkawabembeleza wale mnaoishi nao Soja nduta nduta nduta nduta nduta nduta. Sasa ni kubembeleza, kwa sababu avanu mitwejihalivi wanajikita kwenye vitu ambavyo hawavijui kisa hii um, apa, ni mitandao. Sasa ni umri huu, barozi wangu hapa, sema sasa, kwa utakimbia na wale vijana wa Gen Z utaweza, mbona viko mabaya? Na kwanza wana Njombe hatujazoa vurugu likisikia risasi pwa ndo moja tunafuata angiisho si singie <laughs> lakini wale wenzetu waliozoea wanakimbia sisi hatujui angalieni Israeli kule wanavyouana watu sisi kweli tuna uwezo wazee wangu pale kwanza sasa niwapongeza kina baba ni maona maeneo haya nawapongeza sana tuna watoto tuna wapangaji maeneo yetu tuna wageni siku ya tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi tuondoke sote kwa umoja wetu, mshike mumeo mweke hapa, twende tukapige kura, mme wangu, twende tukapige kura, mke wangu. tunasema tuna tiki tunatiki, tunatiki. Sasa hivi Dr. Samia Suluhu Hassan yeye mwenyewe anatoa mfano hapa, yuko rais hapa, yuko Nchimbi hapa, yuko mbunge wa eneo lako hapa, yuko diwani wa eneo lako. tunaposema tunatiki, tunatiki kwa Chama cha Mapinduzi, huko wako wengi ndio maana tunasema tutatiki kwa Dr Samia Suluhu Hasan, tutatiki kwa Deo, Deo Mwanyika, tutatiki na kwa Deo, mazao kutikioe. Napenda sana wanamtaa wanashino hausa, sikutegemea kama mgejitokeza kwa wingi namna hiyo. Sasa isiku hiyo hamna mtu kukona, sidanganyani sisi wazee, tuhurumieni. Tutakimbia tutaweza kweli? Vijana tuhurumieni, sisi wazee hatuwezi, nyi mtakimbia. Sasa amesema katibu hapa, unaweza ukabeba jiwe ukaacha mtoto na miguu yenyewe, ndo hii tiegeru tiegeru, sio liko mababa? Sasa <laughs> hatutaki tufike huku. Anayeongoza nchi ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Tangu nchi hii ya Tanzania kuzaliwa au kuumbwa, hajawahi ongozwa na mwanamke, ni kwa mara ya kwanza, si ndio? mimi wanasema anasema kila siku O, mama Samia, hiki kilipita, kilikwenda. Kipi cha ajabu ambacho amekifanya Samia Suluhu Hassan ambacho watangulizi wake hawakufanya? Tunamwona ametekeleza miradi yote aliyoiacha nani mtangulizi wake. Ndio maana akasema kazi ifanye nini iendelee, yeah. na kazi iliendelea, haikuendelea yeah. na, yeah. na yeah. sasa yeah. hivi tunasema tunasonga mbele. kazi na uto kazi na uto Ina maana ile miradi imefanya nini? Imetekelezeka kwa kiasi kikubwa mno. Wote hapa tunaona tunazo ilani hizi za Chama cha Mapinduzi, iko ilani ya kitaifa, na ameturahisishia sasa, ametuletea ilani ya kimkoa Njombe. Ilani ya kitaifa lile kwenda kulisoma, nazmalz ametutea ilani ndogo ya mkoa wetu wa Njombe. Tukimpitisha Samia Suluhu Hassan atatufanyia nini? haka kairani kadogo haka ukisoma, aha, kumbe atatujengea madarasa ya shule fulani, kumbe atatujengea barabara ya makambako songea, kumbe atatujengea mchepuko wa barabara ya Njombe mjini hiyo bypass kwa kiwango cha lami. Kumbe atakamilisha upembufu yakinifu wa ujenzi wa barabara ya mchepuko ya Njombe mjini hiyo si ndio? Kumbe atajenga kwa kiwango cha lami barabara ya Runyanyu si ndio? Kumbe Dkt. Samia Suluhu Hassan tukimpa, ataleta ujenzi wa kiwango cha changalawe barabara ya Rusitu Miva Njerera si ndio? Lwangu. Ni mkoa wetu huo, si ndio? Mm -hmm. Ni jimbo letu la Njombe. mm -hmm, kwa unaenda pale kwenye eneo lako unasoma ile miradi ambayo ametuahidi, mm -hmm, na tuna kipande ndio unaendelea kusoma, mm -hmm, ujenzi wa daraja la Kambarage Ramadhani si ndio? Yako mengi hapo, ujenzi wa majengo ya utawala katika shule ya mpya ya msingi ya wapi, hii shule ya msingi katika <coughs> Njombe tisi ujenzi wa vyumba sitini na mbili vya elimu badarasa shule, yani ameahidi vitu vingi, kwa ukifungua njombe yetu unatukuta pale kuanzia ukurasa wa sitini na tisa ameahidi nini? Huyo ni mama yetu Dr. Samia u iem itahupela ilingarumbenze mangarumbenze. Utaenda kumuuliza hana ilani, viko vyama vinapita umo vidai kama vina ilani. Sasa bahati mbaya mbenzi la shapili utamdai nini maendeleo? Lakini tukienda kwenye mikutano ya Chama cha Mapinduzi, akija mbunge wetu, na we na ilani yako jamani, mlitoa ahidi si sindio? Dokta Samia Suluhu Hassan aliahidi ametekeleza, na, na sasa tunasema kazi na utu tunasonga mbele. Kazi zenyewe ni zipi? ni hizi zilizo kwenye ilani Wapendwa, amani hii ambayo inapatikana nchini Tanzania ni kwa sababu ya Chama cha Mapinduzi. Sasa kwa jiya mihemko mi wale nawaita ni uroho wa madaraka si ndio? Na hao walikuwa ni wenzetu hui ndani, walipokosa tu labda ubunge, walipokosa tu diwani, wakanuna wakarukia upande wa pili. Sasa yule hana uchungu na sisi, ana uchungu na tumbo, sio kwa maana ya maendeleo ya wananchi. Maendeleo ya wananchi wa nchi ya Tanzania yataletwa na viongozi watatoa kutokana na chama cha mapinduzi. Wenzetu wale viongozi tumbo, tunaona kwamba mkate umeingia kitumbua, ndio siku na ya pili unaona amerukia upande wa pili, naye anataka kwenda kuwa rais. Nchi haiwezi kwenda namna ni. Mwanamke dr Samia Suluhu Hasani aliahidi ametekeleza, wote tu mashahidi. Sasa hivi tukitoka Dar es Salaam, unapanda ndege unashuka zako Iringa, unachuka basi unafika. Unapanda ndege unashukia Mbeya unafika. Ukitaka Dodoma kwenda Dar es Salaam, napanda isigiara ndege zimeenea nchi nzima. Sasa huyu mama mlitaka fanye nini? Viongozi wenzangu nini, viongozi ninaomba tukawaelimishe wale tunao waongoza kwamba mama ametenda. Kwa hiyo tarehe ishirini na tisa tusifanye nini makosa. Tusifanye makosa <coughs> Sawa so, wenzangu yeah. huwa naimba wimbo mmoja kwamba mimi nitakipenda chama cha mapinduzi mwanzo mwisho mtakufanaje huwa tunaimba ule na hapa naidi mbele mtu msimame tu tuna tunakuombeni kwa moyo wa dhati kabisa tukawatembeleze watu tunaoishi maeneo maeneo, siku ya tarehe ishirini na tisa sio ya kukosa, na mimi mwenzenu nitakuwa hapa. Hivi sasa hivi tutaenda ubalozi kwa ubalozi, ubalozi kwa ubalozi, kwenda kupiga magoti, chonde chonde, tuwaombe. Baada ya kusema hayo maneno machache, ah, sina zaidi ya kusema kwamba tihongije sana.